Kwa wale wanafunzi wangu ambao mnajifunza makeup, hakikisha unazingatia hatua hizi ili uweze kupata matokeo mazuri na ya haraka zaidi. Unapochora wanja, hakikisha nyusi, nyusi za mteja wako unazilaza na styling shop ambayo itasaidia kulaza nyusi za mteja wako vizuri. Tumia wanja wa penseli, chora frame ndogo sana upande wa chini pamoja na upande wa juu. Upande wa katikati, naomba ujazie wanja kidogo sana, usi tumie lugha gani, usikandike, usitumie uwanja mwingi. Yani, ukitumia uwanja mwingi itakusumbua, lakini pia hautopata matokeo ambayo ni mazuri. Sawa sawa, hakikisha unajazia vizuri kama hivi, halafu nenda kachane tena nyusi zako. Sawa, baada ya hapo tutakwenda kushepu uwanja wetu kwa kutumia concealer. Sawa, kama ni mteja mweusi tumia concealer nyeusi, kama ni mteja mweupe tumia concealer nyeupe. Sawa sawa kwa tuta blend, kama hivi ambavyo unaona, lakini kuna wakati mwingine huwa unajiuliza, unaangalia video mpaka mwisho, unaielewa, unaelewa, unaelewa step zote, lakini ikija kwenye vitendo inakuwa inakusumbua. Sawa, sawa, hakuna shida kwa kuwa ni mwanzoni, hauwezi ukapatia siku hiyo hiyo, lakini mimi nakushauri kwamba kama unajifunza makeup ndo unaanza kabisa sawa, usianze vitu vyote kwa siku moja kama ni wanja, tumia hata wiki nzima, wewe na wanja wanja na wewe, asubuhi, mchana, jioni. Tunaelewana na tutarudi tutahamia hatua zingine. Kwa hiyo, hii itakusaidia hata kupata matokeo mazuri na haraka zaidi kuliko kuanza leo tu ndo unaanza siku ya kwanza, ufanye labda full makeup. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunaelewana? wanafunzi wangu wa online au kwa wale ambao wananunua vifaa kwetu, nadhani huwa wanaelewa ni kitu gani ambacho ninawaelekeza. Da kuchora wanja upande wa juu nilitumia foundation kushape wanja wangu vizuri, kama hivi ambavyo unaona. Kwa wale ambao mtahitaji full set za makeup, zipo kuanzia shilingi laki mbili laki mbili na nusu laki tatu laki tatu na nusu Na ukinunua vifaa kwetu, darasa ni bure wiki nzima. Njoo ununua vifaa, ingia darasani bure wiki nzima. Sawa sawa. kwa hiyo ni ni kitu kirahisi, kwa karibuni mweze kujifunza nasi. Baada ya kuchora anja wangu, nilichora eyeshadow. Nitatumia eyeshadow ambayo ni dark, lakini leo nataka upande wa mbele huku nitumie rangi ambayo ni kama pinki fulani hivi sawa, lakini iko light. Sawa sawa, rangi zipo nyingi ambazo tunaendelea kufundishana na tutazidi kujifunza zaidi. Kuna swali na chochote, niandikie kwenye comment. Unahitaji vifaa vizuri vya makeup vyenye kukupa matokeo mazuri? Karibu sana tukuuzie vifaa vya makeup. Baada hapo takwenda kutumia foundation kama hii ambayo unaiona. Foundation kulingana na rangi ya mteja wangu. Foundation zetu ni full coverage. Foundation moja utaipata kwa shilingi elfu mbili na mia mbili ishirini na tano. Ukiangalia ngozi ya mteja shingoni na usoni, foundation ilopaka inaendana. Sawa. Upande wa concealer tutatumia ile concealer ambayo iko light kidogo, lakini unaweza ukatumia ile ile ambayo ulitumia kwenye kuchorea wanja. Hii tutatumia kwenye kuhighlight sura ya mteja wetu. Hizi sehemu ambazo napaka concealer longa zaidi, na inahitaji zionekane zaidi. Sawa? Hizi sehemu nyingine ambazo nimeziacha na inahitaji ziwe dark zaidi. Ndio maana tunasema tuna contour and highlight. Sawa, sawa. Okay. Baada hapo tutakwenda ku blend. Kitu ambacho nataka nikusisitize kwa wewe ambao unajifunza makeup. Yaani kusambaza, ku blend ni moja kati ya jambo la muhimu na la msingi sana. Yani, makeup inahitaji muda, tumia muda mwingi kusambaza makeup yako, kuiblend vizuri, kwa sababu ukienda tofauti na hapo hapo uwezo ukapata matokeo ambayo itakuwa ni mazuri. Sasa baada nita kwenda kupaka poda, kisha nitapaka highlighter. Nilishabana nywele ya mteja wangu, nitarudi, alafu nitakwenda kuonyesha ile final touch, baada ya kwenda kupaka lipstick. Lipsti, mbona alivyopendeza udada. Kwa karibuni mnunua vifaa, karibuni Farida Beauty Academy kwa mafunzo ya saluni kwa ujumla. Tupo Dar es Salaam, Tegeta nyuki. Asanteni.